wanakutana chemba bwana, kwa ajili ya kutafakari mambo yao, na kama unavyojua, kijana huyu Shayoshi akiwa na misimaa huwa wanatafakari mambo mbalimbali kuhusiana na wateja wao wa hoteli hii. Lakini Shayoshi anasema amekuwa na jambo la siri sana kalibaini kati ya MCU na yule aliyekuwa meneja wao wa kipindi cha nyuma, ambapo wanapoamini kwamba mke huyu wa bosi mkubwa na aliyekuwa meneja wa hoteli hii

Wamekuwa na jambo la siri sana ambalo wamekuwa wako nalo ndani kwa ndani ambalo Misma anamwambia hakuna kitu kama hicho, yani anamkatalia kijana yake Shayunshi, na anahisi kwamba kitu kama hicho kama kingekuwepo, basi yeye angekuwa angeweza kukibaini. Lakini Shayunshi anasema kwamba kitu hiko kipo na yupo mbioni, anaweza akaja kukitanabaisha hewani na wote watapata nafasi ya kujua kuhusiana na lipi lililojificha ya Msu, yani mke wa yule bwana mkubwa pamoja na Guyu ambaye ni meneja wa zamani wa hoteli hiyo wakiwa na tafakari hayo vibaya. Lakini Shayushia anasema kwamba atahakikisha jambo hili analisimamia kidete na kulifikisha na watu wote watapata nafasi ya kulijua. Kuanzia hivi sasa anaingia msigoni kwa ajili ya kulibainisha jambo hilo. Lakini tukiachana na hayo, stories zikiwa zimezidi, Misimaa na Shaushi wanaelekea kuzungumza na Misu na Misu anawauliza baada ya kukutana nao katika moja ya chumba maalum kabisa katika hoteli hiyo, na maongezi ya yeye Anaanza kwa kuwauliza ni kipi kimewafanya mpaka wao wamwite ili wapate kuzungumza naye, na wamekuwa kimya kwa muda huo, ni kipi ambacho kinasababisha kuwepo na ukimya huo? Lakini kijana Shayoshi anavunja ukimya huo na kujibu ya kwamba kumekuwa na hakuna hali ya maelewano kati yake yeye pamoja na wao kama watu wa huduma katika hoteli hiyo, na wanajua kabisa kitu hiko si kizuri kikawaida, lakini vilevile kinaweza kikapunguza wateja katika hoteli yao, na vilevile vile pia ikifanikisha jambo hilo linaonesha halitakuwa zuri, kwa sababu mume wake pia ni moja ya watu wenye hisa za juu sana katika hoteli hiyo. Misiu anajibu kama unavyojua watu wenye fedha huwa na dharau sana, kwamba hakuna utofauti ni kitu cha kawaida. Na anasema kwamba eh, kumekuwa na uka ukawaida tu, lakini Shayushi anamwambia kwamba hayo mambo hayako vizuri, kwa hiyo wasameane, na anaamini kwamba uzito utakuwa kwao, kwa sababu mumewe akisikia masuala hayo, basi hawatakuwa pamoja katika kuhakikisha mambo yanaendelea vizuri zaidi. Kuna mgeni mwingine anakuja naye, si mwingine bali ni yule meneja wa zamani wa kuitwa Guyu, ambaye yeye anakuja hapo kukutanishwa na Misiu katika mazungumzo ambayo wanaachiwa E, chumba hicho wazungumze wao, kitu ambacho Misiu kabla ya kuzungumza na mwamuru kijana huyo apige magoti mbele ya bosi wake, yani Misma na kosa bado hao hawajalijua Misi maana shayushini kosa lipi linalomfanya misi u amwamrishe meneja wa hoteli hiyo wa zamani apige magoti. Kwa hiyo ni moja ya jambo ambalo wao linawastajabisha, lakini mwisho wa siku wanawaambia kwamba wao hayawahusu hayo na waendelee na mazungumzo yao. Je, kuna mazungumzo yapi? Mimi pamoja na wewe hapa hapa, eh, kwenye stori ya hoteli ya nyota tano ambayo Misma ndo mkurugenzi mkuu ambaye anaongoza hoteli hii lakini kuna mengi ya ziada ambayo yapo ndani yake.